Kwenye mwili wa binadamu kuna kiungo kinaitwa moyo. Hichi kiungo kikisimama, na mwanadamu amekufa. Kwenye uchumi wa zamani, kiungo kikubwa cha uchumi wa zamani ilikuwa ni mafuta, na hayo mafuta aliyekuwa anayakontrol, anaamua uuziwe au usiuziwe, alikuwa ni Marekani. Kwenye dunia ya kisasa, kiungo kikubwa cha uchumi ni kitu kinaitwa rare earth meto, ni madini ya teknolojia ya dunia yetu ya sasa. Dunia yetu ya sasa haiwezi kwenda bila kitu kinaitwa smartphone, haiwezi kwenda bila kitu kinaitwa kompyuta, haiwezi bila kwenda pasipo kitu kinaitwa ndege zinaruka huko angani, na wengine dunia yao haiwezi kwenda pasipo maroboti. Kuna watu maisha yao sasa hivi yanaendeshwa na maroboti, yanawasaidia katika kazi maviwandani huko sasa hivyo vyote nilivyokutajia kwenye utengenezaji wa hivyo vitu, kuna madini yanaitwa rare earth metals au kwa mswahili tumwambie madini ya teknolojia ya dunia yetu ya kisasa, tuite hivyo. Sasa baba wa hii, haya madini ni China, yeye ndio mvunaji maarufu na mchakataji maarufu wa hayo madini, yaani ni sasa hawa tuseme muuzangano maarufu Dar es Salaam, sijui ni baresa, sijui ni, mnajua wenyewe. Najaribu kutafuta picha, mwelewe umuhimu wa haya madini na nguvu alionayo China. Sasa hii ndio silaha ya Mchina anayoitumia kuizika Marekani, moja kwa moja. Unajua kuna watu wanaamini bado Marekani ndio taifa linaloitawala dunia kwa sasa. Wapo na ni wengi sana, kwa sababu ya kazi ya media za Magharibi Hivi dunia ya leo bado unasikiliza zile midia pendwa zako na ukaamini kweli hem? Jaribu kwenda kwenye hizo midia zako, ni mara ngapi wamekudanganya? Nisiende huko. Vita inayoendelea sasa hivi ni China amekataa kumuuzia Marekani madini muhimu kwa ajili ya uchumi wa Marekani, yani hiyo rare earth metal. Nikupe jibu kutoka Marekani tena kwenye kamati, ma, kamati maalum iliyo tengenezwa na Trump kwa ajili ya kushughulikia hilo swala Kamati inasemaje? China's expanded rare earth export restrictions are a direct attack on US economic and national security interest. This move is an economic declaration of war. The Chinese Communist Party is weaponizing critical minerals to dominate global supply chain and undermine american industries. We stand with President Trump in defending american interest and securing our supply chain. Kwa jibu fupi kwa mswahili ni kwamba China ameikaba ko Marekani. Hivi mtu akikukaba shingoni, chochote ulichonacho si unampa? Economic and national security. Ndugu zangu, wakati Marekani yuko busy kuitawala biashara ya mafuta, China alikuwa bizi, amewekeza kwenye kuyajua haya madini. Iko hivi, sio kwamba Wamarekani hawana haya madini, wanayo, lakini hawajui kuyavuna na kuyachakata. Yaani nimpe mswahili picha ndogo, una shamba kubwa lakini hujui kulima. Wewe kazi yako ni kununua unga barabarani tu. Sasa ikatokea yule alikuwa nakuuzia unga kwa kuambia sikuuzii unga kwa unaumiza kichwa uanze kujifunza kilimo ukalime mahindi uyavune uyasage ndio ule ugali. Niongee kwa picha ili mswahili wa kawaida anielewe. China ana control biashara ya rare earth metal kwa asilimia 80 mpaka 90. Kwa kifupi, ile nguvu aliyokuwa nayo Marekani zamani kwenye mambo ya petrodola, nyye mnaojua hiyo historia ya petrodola, ndio China anayo leo hii kwenye rare earth meto au minero sijui wa Marekani wamefika mwisho. Marekani ataanzia wapi? Aanze kushindana na China? Kumbuka, haya madini ndio anatengeneza yanatengeneza smartphone. Haya madini ndio yanatengeneza ndege za kijeshi za Marekani, yani military industrial complex ya Marekani, China ndio anai control kwa sababu bila haya madini hakuna kitu kinachofanyika. yani ni sasa wa baresa anatuuzia ngano unga wa ngano. Sasa amekwenda kununua ngano huku, anakununuaga wakamwambia, hatukuuzii ngano. Barisa atatuzia hizo keki, sijui unga wa ngano anatuuziaje? Kwa hiyo mandege hayo ya kijeshi ya Marekani ya ya operate, ya opereti anaye ya opereti sasa ni China, sijui inaeleweka au kauli zangu ni za kutunga? Kuna huyu Marekani mmoja

Leave door open to negotiate. Kwa Kiswahili kifupi ni kwamba kwa style ile ile Marekani alikuwa anakuonea bwana, China mwonee hivyo hivyo, alafu mwache mlango wazi wa majadiliano kwamba China anainyonga Marekani, lakini ameiambia njoo tuongee, alafu utekeleze ninavyotaka mimi China, sio unavyotaka wewe Marekani, ndiyo maana ya hiyo sentence. Kumbuka kulikuwa na kikao cha China na Marekani kingefanyika nadhani South Korea ambao marais hao wawili wangekutana Donald Trump na Xi. Sasa katika maandalizi ya hichi kikao ndio China akaikaba Marekani kwenye hayo madini muhimu. Silaha ya Marekani nini? Trump anawaambia wa, wa China eti sinta, sinta kuuzia mafuta ya kula. Sasa mafuta ya kula si hata Tanzania atakuja kununua. Hivi mafuta ya kula ni silaha ya kumwambia mchina sinta kuuzia mafuta ya kula. Kweli. Maharage ameenda kununua Brazil. Maharage ya Marekani yanaoza, hayanunuliwi tena na Wachina. China anaizika Marekani. China hataki mshindani. Kuna watu watajiuliza swali, ilikuwa kuwakuaje China akaja ku dominate hii teknolojia ya rare earth metal? Wa China wako wengi, na kwenye wingi wao hawana utamaduni wa kishoga Manake ndani ya China hakuna mtu ambaye anapambana kuwa PDD, hakuna mtu anayepambana kuwa Dr. Dre, hakuna mtu anayepambana kuwa Shakira, sijui Beyonce, hapana. Taifa linaloongoza kwa kuzalisha wanasayansi duniani kwa Kiingereza wanasema top countries by number of STEM graduates. Hiyo STEM graduates weweka tu wanasayansi duniani ni China, wa pili ni India, wa tatu ni Marekani na hao wanasayansi wa Marekani uwe na uhakika sio wazaliwa wa Marekani. Yaani Marekani amepita sehemu mbalimbali duniani, ameenda kuokota vijana, amewapeleka kwake, anawafanya kwake. Niliwapa ushuhuda ya wale watu wa Marekani waliopita shuleni kwangu elfu mbili na moja niko form wakaniambia, ukifaulu sayansi tutakupeleka Marekani. Tafsiri yake ni kwamba Marekani haina wanasayansi wa kuzaliwa, wengi wao utakutaniwa indi wengine wametoka Afrika au wengine ni wa China. Kwa hiyo hata kama ni vita ya Marekani kuanza kujifunza hii biashara ya rare earth metal, kuyavuna na kuyachakata, Marekani hana watu, kwa sababu hana backup ya kufanya, yani wafundishe kitu kimoja. Unajua vita ya Ukraine kwa nini ni ngumu kwa Ukraine? Kwa sababu Ukraine hana supply chain ya kupeleka silaha kwa wanajeshi wake, yani silaha zikiingia, kabla hazijawafikia wanajeshi Urusi ameshazilipua zote. Ni kitu gani namaanisha? Wakati China ana wanasayansi wengi karibia mara tatu zaidi ambao ya Wamarekani, ambayo hiyo ndio supply route tayari, ya yaani, sijui inatumia lugha gani mwelewe power alionayo China kwa Marekani. Alafu yoyo China bado yuko Marekani, anawalipa vijana kibao waendelee kuwa na tabia za kinapididi, yani wasanii, yani most of american Influencers are being paid by CCP. Usha kusikia sentence. Yani, hawa watu maarufu maarufu wa ndani ya Marekani wengine wanalipwa na CCP. Yani kinacho fanyika ni kwamba China bado ina promote ule utamaduni wa Marekani wa kuzalisha mazombi. Hiyo ni vita pia. Hata kama ingekuwa ni mimi, yani yani, sawasawa una bar ya strippers. Kwa kupata ma strippers unafanyaje? Una promote. Sijui unanielewa nacho kiongea. Yaani, kuna vita inapiganwa. Wale wenye akili ndogo ambazo mlisoma tu ili muwe Tanzania one, wala saba Tanzania one, wa form four, Tanzania one, wa form 6 wa hamwezi kunielewa, lakini wale wenye think outside the box nacho hapa watakuwa wananielewa. Vita inayopiganwa kati ya Amerika na China. Sasa mpango kazi wa Amerika ni upi? Wamerika wa wamekuja kugundua kwamba kupigana na China inabidi watengeneze utamaduni wa China, kitu ambacho hawakitaki. Sijui nimeeleweka? Wakati wana JSS wenyewe walikuta hivi, dunia ya sasa inakoelekea kuna kitu kinaitwa free market kinakufa, kuna kitu kinaitwa open trade kinakufa, kuna kitu kinaitwa individual enterprises kinakufa. anayekiua ni China. Kivipi? Wakati Elon Musk anataka kupambana na China. Elon Musk yuko mwenyewe, wakati Nvidia anataka kupigana na, na China. Nvidia yuko mwenyewe, wakati Apple anataka kupambana na China. Apple yuko mwenyewe. China wako community wako jumuiya, wanaongea lugha moja. Kwa hiyo mpaka Nvidia, sijui Apple, Google, sijui nani waelewani, wakikaa mezani kuelewana, wanakosa jibu. Kuna msemo mmoja nimeokota Marekani anasemaje: If in order to win this war, we must be like China, and we don't want to be like China. Let China win the war. Kama ili tumshinde China lazima tutengeneze utamaduni kama wa China, wa kuongea lugha moja katika hii vita, na sisi hatutaki kuwa kama China, basi tumwache China aishinde hiyo vita. Hakuna rivazingia ya nguko la Marekani, kwani Uingereza ilipote ilidondokaje? Watu msioamini kwamba huu ni mwisho wa Marekani, Uingereza alidondokaje? Unafikiri nguvu ya Uingereza ilikuwa ndogo? Unataka kuniambia ile level ya nguvu ya Uingereza Marekani alifikia? Mi sitaki kuamini Marekani katika enzi yake ya kuitawala dunia alifikia levo ya Uingereza. Imagine, ardhi ya Kenya, Tanzania zilikuwa ni mali, mali ya Uingereza. Ni sehemu gani Uingereza hakuenda? Labda huko kaskazini kwa kina Soviet huko. Na tukimtoa mfano Uingereza ni taifa ambalo kidogo si tunaweza kutengeneza picha je? Yeah, hawa wa Roma I mean, kwa nini hamtaki kukubali kwamba huu ndio mwisho wa Marekani? Ni funzo gani tunalipata kwenye hii vita ya kiuchumi ya China na Marekani. Nataka niikumbushe nchi yangu Tanzania, serikali ijayo au hii iliyo madarakani, dunia ya leo ubepari unapoteza nguvu kila kukicha. Tunachokihitaji sisi Tanzania ni hybrid economic system, yaani hii inaingizwa kwenye katiba yetu wazi kabisa kwamba rasmi uchumi wa Tanzania kwenye katiba kabisa ni mixed of socialist economic system and capitalist economic system, tunahitaji yaandikwe wazi kwenye katiba yetu. Dunia inakoelekea, tusipobadilika mapema Watanzania tutaachwa sana. Ziko biashara hakuna individua anaweza kuzifanya ndani ya nchi yetu, lakini serikali inaweza ikafanya. Sio serikali kama serikali tunayoiona no, kitengo kama JKT, napendaga kuitaja nataka nikupe mfano kuna mtu aliniambia wewe bwana unapigapiga kelele ya jkt embu tupe mchanganuo wa jkt naweza ikafanyaje kazi hii platform inaitwa youtube unajua imetengi, imewatengenezea watu hasara kiasi gani imeua makampuni mangapi ya media. Yani unajua Google YouTube amewatengenezea hasara makampuni mangapi ya television? unafikiri youtube anazalisha maudhui yote? youtube ni dalali wa maudhui Tengeneza mfano wa YouTube sasa. Fanya YouTube kama ndo JKT yetu, sawa. So, kuna watu wana talenti za ajabu kuzalisha bidhaa zao, lakini hawana mfumo wa kuziuza hizi bidhaa zao katika soko la Tanzania, kwa sababu wanakuwa ni individual, kwa hiyo hawawezi kushindana na kina Baresa na kina sijui GSM na kina sijui Mo, lakini kwenye platform ya JKT tunaweza tukatengeneza national marketing. Mimi nimelima vitunguu vyangu niko pale Moshi, namtumia JKT yuko Mbeya ananiuzia vile vitunguu vyangu na ananitumia hela yangu nikiwa nimekaa Moshi. Ni kitu kidogo sana tukishaandika tu kwenye, tukishatangaza kwenye katiba yetu ya nchi kwamba rasmi uchumi wa Tanzania ni both socialist economic system and capitalist economic system Viko vitu vingi JKT tutavifanya. JKT ni mimi na Watanzania, tuna matalented watu huko wana, yani kuna watu wana talenti zinakufa huko. Mi mwenyewe nilienda kuomba kazi ya kupiga hizi kelele ninazopiga hapa kwenye baadhi ya media, wakanikataa, but right now hawawezi tena kuniajiri kwa sababu nishajua thamani yangu. Kuna watu wana talenti ya kutengeneza vitu ambavyo ni vizuri na havihitajiki kununuliwa kutoka nje, lakini hakuna platform ya hawa watu kuuza bidhaa zao. JKT inakuwa na ofisi kila mkoa, mi naingia mtandaoni, tunaangalia na tunakuwa na online market yetu, tunaangalia biashara, tunaweka price kule. Nikipeleka kitunguu Mbeya, beni hii, nikipeleka kitunguu Kagera, beni hii. Kuna watu wana talent za kuzalisha vitu vizuri vingi tu, lakini under the current economic system vijana wanapagawa mjini wanak... yani, wana yani, unafikiri JKT ingekuwepo mke u... Dar es Salaam nikikuja kufanya nini? Ndugu zangu we need JKT to integrate in every economic system. Dunia imesha kufa, magharibi. Yule aliyokuwa ananiambia, kuna mtu mmoja akaniandikia comment ya kijinga kwa kweli, anaamini capitalism is still rocking the world. Waambie wa Amerika nani anayewazika, na msaada gani Amerika ameuomba. Amerika anairali dunia. Amerika ameenda India kumwomba India amsaidie kwa sababu ukitaka rare earth metal muuzaji ni China na China nakuuzia kwa masharti, na kupa hichi usitengeneze silaha. Condition ambayo mwindi anapewa na China kwamba nikikupa rare earth metal, sababu rare earth metal ndio ya magari ya umeme, mapikipiki ya umeme, ma smartphone. Yani india, in, industrial complex ya india inaendeshwa na china, industrial complex ya marekani inaendeshwa na china. Yani unavyosema rare earth metal ni moyo wa uchumi wa dunia ya leo. Ndio maana nikaanza kwa kukwambia moyo ukisimama kwenye mwili wako umekufilia mbali. Sasa anayekontrol moyo wa uchumi wa dunia ya leo ni china. Ko, anaku kwa anakuuzia moyo wa uchumi wako kwa masharti yake yeye. Tanzania, we need this one to be state, to be constitutional our economy should be hybrid economic system both capitalist and socialist should run current economic system. tuko kwenye piwa capitalistic economic system ndio maana watu wanagombania nchi. Tunahitaji officially be stated on our constitution kwamba uchumi wetu ni wa hybrid, ujamaa na ubepari umo umo. Sisi wa Tanzania tutajimobilize, tutatengeneza soko letu within the JKT, tutatengeneza bidhaa zetu na sisi tutauza, yani na idea kibao za biashara. Unaona kabisa hii JKT anafanya. Capitalism has collapsed already. tunasubiri nini? Tanzania, we need hybrid ASP. Nyie mlio serikalini, mimi sizungumzii siasa, kwa sababu wanasiasa ni madalali wanaotunyonya sisi, ndo maana hawezi kunisikuta nazungumzia maswala sijui uchaguzi. Mimi nazungumzia the main focus ya politician, so kwa current situation ya dunia kinachoendelea na sisi tujitazame, tunajiajust vipi hiyo dunia kumdanganya mtu, we need to run our economy just like China, they are running their economy. Wa Tanzania tuelimike tusiwe wasomi.